Maandalizi wa mpango wa matumizi ya ardhi, yaani master plan unaotoa mwongozo wa uboreshaji wa hospitali ya Kitete tayari umekamilika. Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali la mbunge linauliza: je, serikali na mpango gani wa kukarabati miundombinu ya hospitali ya Kitete Tabora yenye miaka zaidi ya mia moja? Serikali inaendelea kutoa majibu. Maandalizi wa mpango wa matumizi ya ardhi, yaani master plan unaotoa mwongozo wa uboreshaji wa hospitali ya Kitete tayari umekamilika. Hatua inayofuata ni kuanza utekelezaji wa ujenzi wa jengo jipya la wagonjwa, yani wa nje, yaani OPD. Mheshimiwa Spika, anaomba kuwasilisha. Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, majengo katika hospitali ile mengi ni tangu wakati wa mkoloni lilikuwa yanatumika kama kambi la jeshi. Ndio maana nimeiomba serikali lini mtakarabati majengo yale, na sio ujenzi wa jengo la OPD; mtakarabati majengo yale ili yaweze kufanana na hospitali ya mkoa. Swali langu la pili. Ujenzi wa eneo wa la, wa, wa la jengo la OPD kwenye hospitali ile uh, mnaendelea kuongeza msongamano kwenye eneo lile kwa sababu ni dogo na halitoshi kuendelea kuweka majengo mengine. Serikali haioni haja sasa ya kutengeneza bajeti ili kuweza kujenga hospitali mpya ya mkoa wa Tabora itakayoendana na hadhi ya mkoa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Eh, Mheshimiwa, Mheshimiwa Spika, kwanza nijibu maswali ya Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo, ifu E, moja. E, najua yeye amekwenda pale kwenye hospitali na anajua miezi minne iliyopita nilikuepo pale. Ukiingia pale kwenye hospitali ya Kitete utaona kuna ujenzi umeanza upande mwingine, ukiingia tu utaona ujenzi umeanza, lakini tumekuambia hapa kuna master plan. E, master plan plan hii yote e, sio tu, sio swala la kukarabati yale majengo, tunataka yabomolewe alafu tunyanyue majengo ya kwenda juu ili sasa watu waweze kupata huduma lakini, e, swali lake la pili yeye mbunge alitamani kwamba ile hospitali iweze kujengwa sehemu nyingine badala ya kujenga eneo lile. Labda e, nikuombe mheshimiwa mbunge, kwa sababu e, ili kuamua hilo ni lazima kushirikiana wewe, lakini kwa maana ya rasisi ya mkoa wako na makubaliano ya maendeleo ya mkoa wako, hebu tushirikiane kwa pamoja wakati tunai master plan haijaanza kutekelezwa, ili tutakapokuja na mkakati wa pamoja na mkoa wa Tabora, e, niye utakachokisema kama mkoa basi tutaenda nacho kwa pamoja kama plani yetu ya pamoja.